Dhana ya watu wengi wanajua, anayefaa kumlea mtoto au mlezi wa mtoto ni mama. Kumbe mlezi wa mtoto si mama, mlezi wa mtoto ni baba. Na inasikitisha baba wa Kiislamu ostadi mzima hana muda na mtoto. Baba wengi hawana muda na watoto wao, lakini baba kutoa muda na mtoto ni jambo muhimu sana. Natakiwa ukirudi nyumbani unavua kanzu nyeupe kama hii unaweka pembeni, unatoa kofia kama hii unaweka pembeni, unaanza kuwatafuta watoto wako, unaanza kukimbizana nao, unaanza kucheza nao, mara unajificha, mara hawakuoni. Baba wengi hatuwezi kwa sababu ya wadhifa. Shehe, kama mi nitawezaje kucheza na watoto na huko kutafuta nimwachie nani? Basi watoto, tambua wao hawana shida kwamba baba yetu ni mtu fulani, hiyo sio shida. Wanampenda baba rafiki wanampenda baba mlezi kuna malezi ya aina nne kina baba yaepukeni maradhi haya yaepukeni malezi haya na wababa wengi wanalea watoto katika malezi hayo ala rasihi malezi ya kwanza ukali uliopitiliza malezi ya kimabavu malezi ya kikatili muda wote ukali ukali una sehemu yake